nilienda tu kwa dada yangu kusalimia. Hmm, nikakutana. Okay, hatu huko huko ndio nikazoeana nao kama washikaji. Wazo la kuanza kutengeneza hizi project tulianzia huku itudaaa, mii mwenyewe ndio nilimfata mwenye yangu, ndio ndo nikamwelezea kila kitu.

watu wanajiuliza kwamba jamaa natua misemo ya mahusiano, labda hataki mahusiano. Kwa sababu kwamba sababu nituambie kambaunaatese kwenye mitandao huko, bado isehemu kwanza. Okay, atutegemee nini mahusiano? Bado si kwanza, una mchumba na sasa mpenzi na mchumba, ndivyo hivyo, naishi nazo, nikimuona mwanamke nampotezea, simwangalii wani